Saa moja dakika thalathina tisa viwanja vyote vimefurika Full house. Na hiyo ni saa moja dakika thalathina tisa ya asubuhi na sikwambii ya jioni. Mm. Na nyinyi ni mashahidi hakika. Ndugu yangu ana swali hapa, asije akalisahau. Mimi swali langu shekhe, swala la wewe kupanda baiskeli shekhe, lile ni wazo lako ama ni nani alokupa, na imekuwa ngumu ama rahisi kiasi gani wewe kupanda baskeli na kuhamasisha waislamu waweze kuja katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na ila alhamdu amekuitika Wallahi, ni wazo la kwangu kwa sababu utotoni nimecheza vya kutosha. <laughs> nimecheza michezo yote, nimecheza mchezo wa mdako, mchezo wa kombolela, mchezo wa kuruka kamba. Naam. mchezo wa baisikeli. Na ukiona umri huu unaendesha baisikeli ujue utotoni ilikuwa mwamba na mkubwani. <laughs> Ni mwamba wa miambani mwamba na wa miambani naam. Watu wamekuitika Shekhe Nurdin Kishki, hii kwako ina faida gani na inakupa njia gani kwa mwakani kwa mashindano yajayo tukiwa hai inakupeleka wapi, Shekh Nurdin? Wallahi, Waislamu na Watanzania wana deni kubwa sana kwangu. Katika kuwaita kwangu miaka yote, hatujawahi kuwaita kwa ajili ya kuahidi jambo bali tunawawekea surprise na hatuwambii kama kuna surprise mwaka huu, na wanaikuta uwanjani. Naam, sisi tunawapepeta kiimani, tunawapandisha imani. Naam, wanakuja kwa imani kwa nauli zao. Wana deni kubwa sana kwangu, sina isipokuwa ni dua njema na waombea hawa ambao leo wamejaza viwanja vyote viwili. Kila mwenye maradhi Allah amvue maradhi yake, mwenye dhiki Allah ampe faraja, mwenye shida Allah amtatulie, mwenye njaa Allah amshibishe, mwenye ufukara Allah ampe utajiri, Allah wafurahishe duniani hadi akhera. Wamenipa deni kubwa, wamenifunga mdomo, sina la kusema, yani ni kupiga saluti kwenda mbele, na wamenifanya mwakani nijiongeze zaidi kuliko ninavyojiongeza mwaka huu, alhamdulillah. Na nawaambia yajayo ya, ya, yanafurahisha kwa idhini ya Rahmani aliyefundisha Qurani. Sawa shekhe, najua umechoka. La mwisho kutoka kwangu, tuliona ndoa mia moja eh, za eh, vijana wa Kitanzania na nyingine zimeenda Burundi, lakini kuna tetesi kwamba sisi tuwenye wake mmoja mmoja, shekhe, utatukumbuka lini na sisi tuwe moja kati ya nafasi, tuongeze na sisi, Alhikma Foundation. Hii ni mara ya tano, hatuwakumbuki wenye mke mmoja mmoja. Huenda mwakani tukabadilisha slogan, huenda mwakani tukabadilisha slogan Tukasema sharti namba wa, namba one ni kuongeza mke amin. Mtikia Jafari no, akinamamia shehele sunna hii, si wasiichukie wasije wakakufuru. Kwa hiyo mwakani <tipa> huenda tukaja kivingine inshaallah. Insha insha na insha insha, sisi tunaisubiri kwa hamu inshaallah. Shukrani sana, tukutakie mapumziko mema. Naam Jafar, mwakani na si huenda tukafukiwa inshaallah. Hakika mimi ni waasistiza watazamaji leo kwenye busati la mtoro bwana, saa kumi tutakuwa na Sheikh Twalib Ahmad.